Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutumia taili hili. Unaweza ukalipata kokote, kwa mafundi magari unaweza ukalipata. Mimi nimenunua shilingi elfu tano tu za Kitanzania, kwa hiyo nitaenda kutumia taili kuonyesha mazoezi mbalimbali ambayo unaweza ukafanya kwa kutumia taili. Zoezi la kwanza tunaanza nalo hapa, na hivi, unasimama hivi ndani ya taili lako, alafu unaliinua namna hii unalishikilia hivi, unahesabu sekunde ishirini au sekunde thelathini unalirudisha, unainua tena. Utasimama nalo utahesabu sekunde ishirini sekunde thelathini alafu unalirudisha chini. Lingine ambayo tunaweza tukafanya hapa Zoezi ningine hapo tunaweza tukafanya hapa ni ili tutasimama upande huu, alafu una jump, alafu una ja jump, huku ukishaenda hivyo, tunarudi tena alafu una jump tena, kwa hivyo tutaenda hivi. Utaenda mara ishirini afu napumzika. A, yani kwa repetition kishaweza unaenda namna. Zoezi lingine ambao itakafuata hapa kwa kutumia ile ile tairi letu ni ile inaitwa kama wanavyocheza cheza watoto, ambako utasimama unachezacheza kama watoto wanavyocheza cheza ambao utakao kiruka kuja utaruka kwa kuzunguka zunguka. exercise nyingine ambayo tunaweza tukafanya kwa kutumia ile ile ni, ni, ni, ni kama squat kwenda hivi, alafu unaluka upande wa huku, alafu tena ni ile kama jump squat. Kwa utakuja ukishasimama hivi, alafu unaenda tena, kwa utaangalia ukubwa wa tairi upana wake ambao uko nalo unaenda tena alafu tena kwa hiyo utaenda kwa seti kumi kumi, kama unaanza na unazidi kuongeza kadi vile utakavyokuwa umeweza. Zoezi nyingine ambao tunaweza tukafanya kwa kutumia tairi hili ambako utakonda ni hili la step up ambako uta step namna hii. Sasa hapa tunaenda zoezi lingine la kutumia tairi ambalo, la kwanza tutaweka miguu yetu hivi. Angalia lisiwe refu sana, hasa kuendana na urefu wako, lisiwe refu sana lakini, utaweka miguu yetu hivi, alafu tunainuka na kushika hivi kwa nyuma. Na litakuwa ni sasa sana zoezi la tumbo kutainuka na kushika kwa hapa, ukiwa umeweka miguu yako hivyo hivyo. na ni zoezi nzuri sana ambalo litakusaidia pia kupunguza tumbo lako. Lingine linalofuata ni hapa. Kwa hapa tutaenda ambapo tutabana miguu yetu kwa kuweka namna hii. Alafu tunairudisha hadi hapa. Utakaa hivi, unahesabu sekunde tano kwa moja mbili tatu mpaka tano, alafu tunarudi hadi hapa, unahesabu sekunde tano alafu utarudi tena unaacha hili tairi likiwa limeegemea kwenye uzito wake, ukiwa umeegemea kwenye miguu yako utahesabu sekunde tano. Ni nzuri sana kwenye, kwa ajili ya misuli ya pelvic. Ya pelvic, kwa hiyo linaegemea hivi sekunde tano, alafu unalirudisha tena hapa, tutahesabu sekunde tano, alafu tunarudi tena linakaa na hamna hii lingine, ambayo itakuja hapa ni hivi hivi, sema hili miguu itakaa katikati hivi, itabana namna na hii, afu narudi hivi. Hili ni nzuri sana kwenye kuondoa tumbo, afu tutairudisha hapa. Kwa hiyo ukiwa unairudisha miguu yako ibalansi, kulishikilia tairi ta ta ta, kwa sababu balansi yako hapa iko kwenye miguu yako unakaa hivyo afu utalirudisha tairi lako linakuegemea hivi, unahesabu sekunde tano. Ukishahesabu dakika sekunde tano, tunairudisha tena hapa, utahesabu tena sekunde tano, alafu unakuja namna hii tena, unahesabu hapa sekunde tano tunalirudisha hapa tena, kwa ukiwa umeweza, unaweza ukaenda hivi na unarudi, unaenda miguu na unairudisha hivi. Ni nzuri kwenye kiuno, nyonga, na vilevile hata kama yule ambao unapunguza tumbo, basi zoezi hili litakusaidia kwa sababu pia linaongeza weiti kwenye miguu yako, linasaidia pia kwenye miguu yetu lingine ambalo tunaenda nalo hapa ni zoezi lingine ambalo tutamalizia hapa ni hili kama planki, ambako tutakaa hivi, alafu unashika na kurudisha ki hivi, kwa unaweza ukaenda Unaenda mara kumi hivyo, yaani ukienda hivi na kurudi, una hesabu moja, una hesabu mbili. Kwa hiyo utaenda kama kumi kumi kumi, wafungu kumi kumi, na hesabu hadi kumi. Kumi unapumzika sekundi tano, alafu tena unarudia. Natumaini utakuwa umejifunza mengi jinsi ya kuweza kutumia tairi lako kufanya mazoezi ukiwa nyumbani hasa kwa wale ambao unataka kujenga mwili kutengeneza misuli kutengeneza shape. Kwa hiyo kama hauwezi kwenda gym basi unaweza ukatumia hili ukafanya mazoezi yako, mazoezi mengi, mengi, mengi zaidi ya mia. Kama utataka utataka nionyeshe mazoezi mengine tena ya kutumia tairi basi bado unaweza nikaja nikaongeza, ukikomenti hapo, zikifika komenti zikifika komenti hamsini ambazo zinataka nitumie tairi, basi nitatengeneza tena video nyingine ya kuonyesha mazoezi mengine maana ni yako mengi yako mengi zaidi ya mia, ambao wewe utachagua, ni kwamba unataka lengo lako liwe lipi, kupungua uzito, kujenga mwili. Kama unataka kujenga mwili hauna machuma, hauna vile vifaa, basi unatumia mataili, na kuna video zangu nyingine ambapo nimeonyesha kutumia kiti, kutumia maji, kutumia stuli, zote hizo unaweza ukafanya nyumbani kwako, mazingira ya nyumbani kwako na ukatengeneza mwili wako vizuri kabisa. Usisahau kunifollow kwenye, kwenye mitandao ya kijamii TikTok, Instagram, Twitter, Facebook na kwenye tovuti yetu ya tizitu.com. Basi usisahau kwenda pale ukajifunza vitu vingi, vingi, vingi zaidi. Na, na bado naendelea kutoa zawadi kwa mtu ambaye atakoment leo na kusubscribe, na kutumia kitabu changu cha siri siku tatu za, za kupunguza unene haraka, na zawadi nyingine naweza nikakutumia. Kwa hiyo comment au subscribe basi mimi nitakutumia zawadi. Nakupenda sana nikutakie siku njema. Usisahau kuangalia video hiyo. Angalia video hii hapo ambayo nimeiweka uweze kujifunza mengi mengi mengi zaidi. Asante sana.